Tanzania inatikisika, na sauti za wananchi sasa hazizuiliki. Katika siku chache zilizopita, viongozi wa dini, wanasiasa, wanaharakati na hata raia wa kawaida wameibuka na kauli nzito ambazo zimechochea mjadala mkubwa Afrika Mashariki. Lakini swali ni moja: je, Tanzania inapitia nini na sauti hizi zinatuambia nini kuhusu mustakabali wa nchi? Leo tunakusanya kauli kali kutoka kwa watu wanaoaminika sana nchini Tanzania na mmoja ambaye amekuwa akipambana akiwa ughaibuni. Hiki ndicho watanzania wanaosimama hadharani wanachosema kuhusu serikali yao tuanze kwanza kabisa, huyu ni daktari Charles Kitima, kiongozi wa kanisa Katoliki na mtu ambaye ameheshimika kwa muda mrefu sana nchini Tanzania. Katika kauli yake hivi karibuni, amegusa penye uchungu. Anasema huwezi kuomba msamaha bila kutaja ukweli ya kwamba watu waliuawa kwa risasi za moto na waliuawa na nani. Kauli hii imewasha moto mkubwa sana kwa sababu kwanza, inagusa swala la uwajibikaji; pili, inadai serikali ikiri hadharani kama kulikuwa na mauaji; na tatu, inadai ukweli usemwe kwa uwazi. Watu wengi wameanza kuuliza kama viongozi wa dini wameanza kusema hadharani, inamaanisha kuna kitu kikubwa kinaendelea nyuma ya pazia. Huwezi kuongelea maridhiano kabla hujakiri. Alafu naridhiana na nani? Maridhiano wananchi na serikali. Serikali ni chombo cha wananchi. Swala ni watu kukaa chini kusema hali hii iliyotokea ili sijirudie, kitu gani kifanyike, ajenda ya maridhiano baada ya watu kukiri ukweli, ndio watakuja sasa, tumefikaje hapa? Ndio hatua ya pili. Hatua ya kwanza tukiri ukweli kwamba watu na serikali ikiri watu waliuawa kwa risasi za moto, na wengine walifuata kwenda kuuawa kwenye miji yao au kwa wazazi wao. Kuna kijiji kimoja huko, ukienda kinaitwa Ndaga huko Mbarali kule, kafuatilia ona yaliyotokea huko katika kuonesha hilo unaloliita maridhiano, lazima kwanza tukiri watu waliuawa na risasi za moto na nani? Swali lilo likija jibiwa, ndio hapo tutahitaji sasa tume huru ya uchunguzi ambayo haihusiki na anayeshukiwa kwamba alihusika kuua. Sasa tumgeukie John Heche, mwanasiasa mkongwe kutoka upinzani, yani Chadema. Katika kauli yake kali, Heche anasema kuwa kama nchi inataka kutulia, lazima walioua wafikishwe mbele ya sheria haraka iwezekanavyo bila kupelekeshana. Anadai kuwa wasitafute mchawi wala wasiamishe lawama kwa watu wengine, walioua wanajulikana. Kauli zake zimepokelewa kwa hisia mseto, wengine wanasema ni ujasiri ambao viongozi wengi wanaogopa kuonyesha, wengine wanasema anachochea. Lakini ukweli ni kwamba sauti kama hizi ndio zinaonyesha namna wa Tanzania wanavyoona kuna mambo hayaeleweki kuhusu usalama na haki nchini kwao. Tunataka hatua za haraka zichukuliwe kuepusha nchi hii kuingia kwenye matatizo. Hatua za haraka zichukuliwe za kuhakikisha walio uwa watu wanachukuliwa hatua, wasishifti brem. Watu walioagiza watu kupigwa risasi wachukuliwe hatua. Chama chetu kifunguliwe, hizi kesi za kisiasa ziondolewe, hapa tufanye shughuli zetu za kisiasa, kwa sababu hatutaacha. Hizi ndio demandi za Watanzania. Sasa ni vizuri tukawaambia watu, watu, Watanzania sio wajinga. Watanzania wanajua nyie ndio mmeingiza nchi hii kwenye matatizo haya, kwa kuteka watu, kwa kuiba rasilimali za nchi, kwa kuiba uchaguzi kwa kuumiza watu na kuonea watu na kutengeneza impunity. Hakuna taifa la nje lolote lilochochea hayo. Kisha akatokea Mika Chavala, kijana anayeheshimiwa kiongozi wa jamii, na mtu anayejulikana kwa kuongea bila uoga. Kauli yake ilikuwa nyepesi kwa maneno, lakini nzito kwenye ujumbe, huku akiuliza, wako wapi viongozi, wako wapi Watanzania wazalendo, manake nchi inahitaji watu wao. Sasa Mika amegusa sehemu ambayo watu wengi wamekuwa wakiogopa kugusa, ukimya wa viongozi wakati wananchi wanauliza maswali ya msingi. Ameonyesha hisia za vijana wengi wanaotaka kuona viongozi wa dini, serikali, wasanii, wanaharakati wakisimama pamoja kutetea haki amani na uwajibikaji. Mpo wapi viongozi mnaolipenda taifa hili? Mpo wapi wa Tanzania wazalendo mnaolipenda taifa hili? Mpo wapi? Kwa sababu sasa nchi inakuhitaji wakati kama huu, nchi inakuhitaji. Hili si swala la kichama, hili si swala la kidini, hili si swala la kisiasa, hili ni swala la kuishi na kufa, hili ni swala la Watanzania. Mpo wapi Watanzania mnaoipenda taifa hili mpo wapi, Watanzania na viongozi wenye uzalendo na nchi hii? Huu ni wakati wenu wa kujitokeza, huu ni wakati wenu wa kusimama, huu ni wakati wenu wa kusimamia masilahi ya watu wetu wa Tanzania. Si wakati mwingine, huu ni wakati wako. Yani? Kisha tumefika kwa Mange Kimambi, au dada wa taifa mmoja, wa wanaharakati maarufu zaidi wanaoishi ughaibuni. Mange anadai kuwa sasa serikali ya Tanzania imemfungulia kesi ya uchumi, na anasema ana ushahidi wa kila anachoongea, bila kujali mtu anamkubali au amkubali. Ukweli ni kwamba kesi yake imezua maswali mapya. Kwa nini sasa? Ni ujumbe gani serikali inajaribu kutuma, na inaathiri vipi taswira ya Tanzania ya kimataifa? Watanzania wengi diaspora wameitafsiri kama hatua ya kujaribu kuinyamazisha sauti ya upinzani, lakini wengine wanasema ni sheria ya kuchukua mkondo wake. Habari zenu wa Tanzania, dada yenu nimepatikana, dada yenu nimepatikana, nikuambia nimepatikana, nimepatikana. Ndugu zangu hapa ninavyowaambia, ndio <coughs> nimeleta habari. Yaani, <coughs> kama wana wago ni vile nina jina, lakini ilikuwa ni kitu kinafanywa siri siri siri mpaka waje kunistukizia, ni vile na watu kila sehemu Tanzania ndo nimeletewa ndugu zangu. Samia muwaji, Samia kimama, Samia Suluhu ndugu zangu, kanifungulia economic case, nimefunguliwa economic case Tanzania navyoambia, nimefunguliwa economic case hii hapa, iangalieni. Hiyo mmeiona, hii kesi ni serious, sio kesi ya kijinga ndugu yangu, maana ni economic hii kesi. Hii kesi ni deportable, yani ni kesi ambayo naweza kudipotiwa kutoka marekani ndugu zangu, nikarudishwa Tanzania samia akani nikaenda kupigwa shoti za chuchu ndugu zangu yani, he ndugu zangu, naenda kupigwa shoti za chuchu mimi na kina Bashite narudishwa ndugu zangu, naenda kupigwa shoti za chuchu ndugu zangu, Samia anataka roho yangu, anataka kuniua. Kisa anapigania haki za Watanzania ndugu zangu, ananiitaka roho yangu. Anyway, ni hivi yani, ni hivi <coughs> I think hawa watu hawana akili. On a serious note, I think hawana akili. Akili Samia na wapumbavu wake wote na huyo watani general wote, yani wamekaa wakatafuta kesi ambayo ambao itawaconvince ita serikali ya Marekani kunirudisha bila kutumia akili kwa mambo yanayoendelea Tanzania, kwa mauaji yaliyotokea Tanzania, hakuna hakimu wa Marekani atakaye saini Mange apandishwe uh, ndege arudishwe kwenye nchi inayoua raia inayoua raia inayoteka raia. Hakuna jaji yaani, hata ningekuwa sijui nimefanya nini, hakuna jaji wa kunirudisha nikauawe na Samia na watu wake, hayupo. Sasa sijui wanafikiria nini? <laughs> lakini pia nashukuru nimejua mapema ili na mimi nianze kujipanga, lakini pia ni kwenda, nataka niombe wa Tanzania kesi yangu inasikilizwa tarehe 4 Disemba ambapo ni kesho kutwa. I think itakuwa it, Thursday or something. um, uh, saa tano asubuhi Kisutu inasikilizwa saa tano asubuhi Kisutu. Mmeona hapo jaji nani sijui. Naombeni wa Tanzania muende Kisutu mkasikiliza kesi yangu e, mniambie kesi iliendaje, imekuwaje, wameamua nini, nadipotiwa lini wehe. Kwa hiyo huku hey, kwa mwenzenu hapa saa hivi ndio nakaa nasubiri FBI wanifate muda wote nifatuwe na FBI mimi <coughs> Samia huna akili ndugu yangu, akili huna akili huna, uona gani mimi. Trump ata mkaniletee, lakini Samia wewe jua hivi, ndugu yangu mimi sio okum... Mimi, mimi nitundulisu wa kike ndugu yangu. Samia Suluhu, mimi nitundulisu jike mimi tundulisu wa kike ndugu yangu, kwanza zatutundu... <laughs> mimi tundulisu wa kike. Hakuna jela utakontishia mimi ya kundudisha nyuma. Hakuna risasi utakountishia mimi ya kunrudia. Yaani hakuna. Ndo kwanza unanitia moto. Yaani mimi tundulizo kike. Yaani mimi ni ule. Yaani hata kama Marekani ikikubali kunrudisha mimi Tanzania, ndugu yangu mimi nafika pale pale airport bado napambana. Yaani mimi ndugu yangu mimi tundulizo nyuma ndugu yangu. Afu mimi utakuwa unijui. Unijui. Mimi naona ah, anijui mimi. Ulizeni watu walosoma na mimi tokea primary wanaonijua ndugu yangu mimi simbajike mimi simbajike, yani moto ni ule ule, hakuna utakachofanya yani wewe utakachoniweza mimi. Samia Suluhu uniuwe, ndugu yangu, unitumie a Mexico wani uwe, utonitishia kwa kesi kundudisha Tanzania? Mi kwanza kurudisha Tanzania sijui kufa, siogawapi ndugu yangu Yaani wakiweza kunirudisha kwanza, nitarudi vile vile na mapingu yangu. Nakwambia nashuka pale bado, nachamba, mnipige risasi pale pale hapo, tu nife ndugu yangu, siogopi wala si nini. Mimi ni simba jike, mimi Mandela wa kike ndugu yangu. Yani mtu nitisha kwa lolote, yani ni hivi, hata mkifanikiwa kunirudisha mimi, ile siku kabla sijarudi, na posti mambo mengine, ili nikitua na ndege mnaasira zaidi, mbwa nyie Shenzi type jamani. Desemba tisa, Desemba tisa, nchi nzima tunadai haki. Watufunge wote, watuwekee makesi wote, watumalize wote, nchi inakombolewa. Gen Z, huwezi kunitisha mimi wewe. Economic case nifungulie, ya mauaji kabisa, mbwa muuaji mkubwa wewe, na tutakushinda, na tutakutoa, na utatoka nyauwe, Samia, mimi unijui ndugu yangu. Yani, hiyo kama serikali ya, ya Marekani ikikubali kuni, kunirudisha, nikirudi, wale watu wako wabakaji wale, wanichukue mimi wale ambao waliobaka wa Kenya wale, wa wale. Wanichukue mimi, wanibake mbele, wanibake nyuma, wanibake kwenye pua, kwenye masikio, kwenye mdomo. Wakimaliza nasema kamwambia Samia kumamako, ndugu yangu mimi. Yaani mimi ni wale nakufa huku bado, nakwambia kumama wako Samia, sitokaa ni salimu amri mimi. Yaani hakuna mtakachoweza kunifanya mimi cha kusalimu amri, ani hakipo. Hey, ndugu yangu economic case nifungulia mauaji kabisa nyawe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 tatu ni mimi, nne na tano 5 na waachia nyinyi hapo. E bwana, tukutane kwenye video ijayo.